na kuongezeka kwa majukwaa ya kidijitali habari nyingi zinapatikana kiganjani. Serikali imetoa leseni kwa magazeti na majarida uh, 356, vituo vya redio 247, vituo vya televisheni 68, redio na televisheni za mtandaoni 325 na blogu 72. Uh, tuna magazeti ya kila siku na kamwe serikali haijafanya uhakiki wa habari kabla hazijachapishwa au kuandikwa. Tunafanya hivi tukiamini kwamba waandaaji wa, wa maudhui haya ni watu wenye weledi wa kutosha, na kwamba tunafanya ustawi wa demokrasia yetu kutegemea um, demokrasia yetu hutegemea sana uhuru wa vyombo vya habari. Tunathamini na kutambua mchango mkubwa wa vyombo vya habari katika kuelimisha jamii, kupambana na maovu pamoja na kuhimiza uwajibikaji. Katika kulinda na kutambua michango ya waandishi wa habari kwa jamii, tulifanya marekebisho ya sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 na kanuni zake. Pia tuliandaa tuzo za Samia Kalama Awards kutambua waandishi wa habari za maendeleo Tanzania. Pamoja... pamoja na hatua hizi zote, hatukusita wala kuchelea kuchukua hatua pale uhuru huu ulipotumiwa vibaya na kusitisha au kutishia uh, kuleta vurugu nchini pamoja na kuvuruga usalama wa jamii au pale uhuru huu ulikiuka sheria za nchi au maadili, mila na desturi za Kitanzania. Hivyo basi tutaendelea <clears throat> kusimamia uhuru wa vyombo vya habari wakati wote. Usahau usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare